Watu wasiopungua saba wameuawa baada ya Russia kurusha idadi kubwa zaidi ya droni kote nchini Ukraine usiku wa kuamkia leo Jumapili Machi 23, 2025. Kwa mujibu wa shirika la habari la Associated Press, taarifa ya mashambulizi hayo ya Russia imethibitishwa na mamlaka ya huduma ya dharura nchini Ukraine. Shambulio hilo dhidi ya mji mkuu wa Ukraine, Kyiv, lilitokea kabla ya mazungumzo ya kusitisha mapigano yanayotarajiwa kufanyika nchini Saudi Arabia, ambapo Ukraine na Russia zinatarajiwa kufanya mazungumzo yasiyo ya moja kwa moja yanayosimamiwa na Marekani siku ya kesho, Jumatatu. Mazungumzo hayo yatajadili kusitisha mashambulizi ya masafa marefu yanayolenga miundombinu ya nishati na raia katika pande mbili za mzozo huo. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelenskyy amesema mapema leo Jumapili kuwa wajumbe wa Ukraine wanatarajiwa kukutana na maofisa wa Marekani nchini Saudi Arabia siku moja kabla ya mazungumzo hayo ya moja kwa moja. Ukraine inapanga kutuma timu ya kiufundi kujadili maelezo ya usitishwaji wa mapigano kwa sehemu ili kuipatia Ukraine nafasi ya kujadiliana na Russia juu ya uwezekano wa kurejesha maeneo yaliyopo mikononi mwa Russia. Kwa mujibu wa jeshi la anga la Ukraine, Russia chini ya rais Vladimir Putin ilirusha droni takribani 147 kote nchini Ukraine. Mfumo wa ulinzi wa anga wa Ukraine uliangusha droni takriban 97, huku zingine 25 zikiwa hazikufikia malengo yake kutokana na hatua za kujihami za Ukraine. Mashambulizi hayo yalilenga mikoa ya Kharkiv, Sumy, Chernihiv, Odesa na Donetsk, pamoja na mji mkuu wa Ukraine wa Kyiv. Watu watatu, wakiwemo mtoto wa miaka mitano, waliuawa na wengine kumi kujeruhiwa katika mashambulio ya droni jijini Kyiv, kwa mujibu wa utawala wa kijeshi wa jiji hilo. Milio mikubwa ya milipuko ilisikika kote mji mkuu wa Ukraine usiku wa manane, huku tahadhari za mashambulizi ya anga zikiendelea kwa zaidi ya saa tano. Droni za Russia na vipande vya droni vilivyodunguliwa, ambavyo vilikuwa vikisafiri kwa urefu wa chini ili kuepuka ulinzi wa anga, vilianguka kwenye majengo ya makazi nchini humo. Wakazi wa Kyiv wakikagua uharibifu uliosababishwa na mashambulizi hayo asubuhi ya Jumapili, wengi wao walionyesha kutokuwa na imani na mazungumzo ya usitishaji wa mapigano yanayokuja, wakielekeza macho yao kwenye nyumba zilizoteketea kwa moto, huku wakisema kuwa hayo ndiyo yanaonyesha nia ya kweli ya Russia. Katika jengo la zamani lenye ghorofa nyingi lililoharibiwa na shambulio hilo, Dmitro Zopani mwenye umri wa miaka 37 alisema hana imani na Russia na itaheshimu makubaliano yote ya kusitishwa kwa mapigano hayo, nanukuu, hakuna maana yoyote ya kusaini chochote na Russia kwa sababu haistahili hata gharama ya karatasi ambayo sahihi itawekwa. Jambo pekee linalokera ni kuwa sasa inaonekana Marekani haielewi hali yetu vizuri, alisema Dimitro, mwisho wa kunukuu. Gavana wa mkoa wa Donetsk Vadim Filashkin amesema watu wanne waliuawa katika shambulizi la Russia lililolenga mkoa wa Donetsk nchini humo. Amesema watu watatu walikufa katika shambulio kwenye mji uliopo karibu na eneo lenye mapigano makali la Dobropillia nchini Ukraine. Katika taarifa aliyoandika kwenye mtandao wa kijamii rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky alisema mashambulizi kama yale ya Kyiv ni jambo la kila siku kwa taifa hilo, namnuku. Wiki hii pekee, mabomu yanayoongozwa kwa njia za anga zaidi ya 1580, droni za mashambulizi karibu 1100 na, na makombora 15 aina mbalimbali yametumika dhidi ya watu wetu. Suluhisho mpya zinahitajika kwa shinikizo jipya dhidi ya Moscow kusimamisha mashambulizi haya na vita hivi vinavyoendelea, ameongeza Zelensky. Mwisho wa kunukuu. Pia siku ya Jumapili, wizara ya ulinzi ya Russia imesema kuwa iliangusha droni 59 za Ukraine usiku kucha, zikiwemo 29 katika mkoa wa Rostov na nyingine 20 katika eneo la kusini magharibi la Astrakhan. Gavana wa mkoa wa Rostov Yuri Sura amesema katika mkoa wa Rostov mtu mmoja aliuawa na gari iliteketea kutokana na shambulio la droni za Ukraine. Mwanamke mmoja pia alikufa katika kijiji cha mpakani cha Novoskoviea Pevaya katika mkoa wa Belgorod wakati droni za Ukraine zilipogonga gari alikokuwa akisafiria. Dereva wa gari hilo ambaye ni binti wa mwanamke huyo alijeruhiwa vibaya katika shambulio hilo, na alisema gavana wa mkoa huo Vyacheslav Gradikov. Tangu itangaze operesheni zake za kijeshi nchini Ukraine, Russia imeyatwaa maeneo ya mkoa wa Donetsk, Luhansk, Kherson, Pokrovsk, Zaporizhzhia na Crimea iliyotwaliwa tangu mwaka 2014 Endelea kufuatilia Mwananchi Digital kwa taarifa zaidi kuhusiana na mzozo huo. Jina langu ni Mgongo Kaitira.